Kwanza kabisa sisi mkoa wa Geita, wanachama na mashabiki wa Yanga ndani ya mkoa wa Geita, tunaungana na viongozi wote wa makao makuu. Sawa, hatuhitaji busara kutatua mzozo huu unaoendelea. Sawa, kama sheria zimevunjwa, tunaamini bodi ya ligi inaongozwa na sheria pamoja na kanuni, si ndio? Basi viongozi wa bodi ya ligi watumie sheria hizo hizo kutatua huu mzozo na si watuambie masuala ya busara, sijui ni nini. Hapana, sawa. Kama Yanga amevunja sheria, kama Simba amevunja sheria, basi sawa, bodi ya ligi na TFF wakae chini, wapitie hizo sheria zao. Kama kuna Yanga amevunja basi, black ipite black, white ipite white, sawa jamani. Lakini pia tunaungana na viongozi wetu wa klabu kutokana na, na yale waliyozungumza ya bodi ya ligi ijitathmini. Bodi ya ligi kama wameshindwa ku, kuongoza huu mpira wajiuzuru. Ni kweli Dar es Salaam Young African, sisi wanachama na mashabiki tumekubaliana hilo kwa pamoja, kwa sababu kumekuwa nje ya tukio hili, kumekuwa na mfululizo wa makosa ya kibinadamu ambayo watani zetu wamekuwa wakinufaika nayo kwenye ligi na tukao tunayachukulia kwamba haya yawezekana ni makosa ya kibinadamu ya waamuzi, lakini kwa hiki kilichotokea kinaonyesha kabisa hata waamuzi yawezekana wanapata maagizo kutoka sehemu fulani. Ndio maana tumefika huku sasa, Dasa African kama wasimamizi wa haki za Watanzania, kwa sababu timu hii imehusika katika kupigania uhuru wa nchi hii, kwa hiyo inarudi kupigania haki za football ya nchi hii. Kitendo cha kwa yule ili mchezo, sisi kama mashabiki, sisi kama wanachama tulisikitika sana, kwa sababu ni kitu ambacho kilituhujumu, uh, kilihujumu tasnia ya mpira wa Tanzania. Kwa hiyo hili swala hatutalichukulia tu kama Simba na Yanga wamekosa yule mchezo, tutalichukulia pia katika tasnia ya michezo ya nchi hii, kwamba nchi hii tunapofika hatua ya kutoa viongozi wakubwa, kwa mfano tunaye uh, rais wa aka Afrika kiongozi wa mwenyekiti wa vilabu Afrika, wale waliomchagua kumchagua kwa sababu tu ana, ana, ana, anacheza sinema? Walimchagua kwa sababu anasimamia klabu ya nini? Klabu ya mpira. Kwa hiyo tunataka viongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi pia wasimamie kanuni. Binafsi mimi mechi ya dabi nilikuwa da, da. <laughs> Nimelipa nauli yangu kwenda na kurudi kwenye costa, zilikuwa costa nne zinazotoka Geita. Alafu yani, inatokea tu raia mmoja anakuambia kwamba hakuna mechi sasa. <laughs> hapa ndo mimi nianze na mzee Karia. Huyu mzee kidogo ni kama anatukosea heshima, ni kama anatukosea adabu mashabiki, ni kama anatukosea adabu mashabiki wa mpira kwenye nchi hii, kwa sababu ipi ya msingi Anasema ile timu ambayo haitaki kupeleka yani, haitaki kucheza mechi ikacheze sinema zao. Hey, na mimi ninasema ngoja tuanze naye kwa sinema zetu huku, lakini klabu ya Yanga haina sinema, ni klabu ya mpira. Kuna mjumbe amesema sisi ndio tuliyopigania uhuru wa nchi hii. Kama tulipigania uhuru wa nchi hii, basi tunapigania na uhuru wa mpira ndani ya nchi hii. Upande wangu mimi naunga mkono kwanza swala la viongozi wangu kukataa kupeleka timu uwanjani kwa sababu wameangalia maslahi mapana ya mashabiki wao pamoja na wanachama wao. Kwa sababu gani? Unapoahirisha mechi mtu katumia gharama zake. Mfano kama mimi ni mwanga wa matukio mawili. Tukio la kwanza kuna mechi iliahirishwa kipindi kile 2021. Hiyo mechi mimi nilitoka hapa nienda da. Nilitumia zaidi ya laki mbili, laki tatu. Tukio la pili limekuja kufanyika kipindi hiki ambapo mimi nimeibeba familia yangu kutoka Geita mpaka nimefika Dar, tukitegemea kuna mchezo utachezwa. Ile tukio limeleteeza mpaka mimi familia yangu tumezozana kwa sababu ya mpira. Hiyo yote inatokana na kwamba kitu zilichokifata hatukukiona, yeah, na hatukukipata. Kwa hiyo moja kwa moja kabisa mimi naelekeza lawama zangu kwa bodi ya ligi unapotoa taarifa saa nne mechi itakuwepo, shabiki anajiandaa na mambo mengine, ananunua, mtu anajichola matatu, anajichola marangi, anaenda uwanjani. Hapo inafika mwisho wa siku bai saa nane unasema mechi haipo, na mtu kasharipia kiingilio na ameshaingia uwanjani na ameshafanya maandalizi yake. Hiyo ni kumkosea shabiki. Nimeumizwa sana na jambo hili la kutokuchezwa mechi ya tarehe nane na tulikuwa tumeipania sana, tulikuwa na shauku nayo, tulikuwa na tumaini nayo, lakini kwa figisu zilizofanyika niliumia sana, niliharibu bajeti nyingi sana. Timu yangu Yanga naipenda sana, naipenda sana kwa nini ifikie hatua hii? Naungana na viongozi na wangu wote.